Hapo zamani za kale katika kisiwa kizuri cha Sicilia huko Italia, aliishi msichana mdogo aliyeitwa Agatha. Alikuwa mrembo sana, mpole, mwenye moyo safi, na zaidi ya yote alimpenda Mungu kwa moyo wake wote. Alipokuwa msichana mdogo, aliamua kuwa atakaa bikira maisha yake yote kwa sababu alihisi kwamba alikuwa ameitwa kumtumikia Yesu kwa upendo wa pekee. Mtakatifu Agatha ni wa mwisho kati ya mashahidi wakuu wanne wa kike wa kanisa la Roma ambao majina yao hutajwa katika liturujia na sikukuu zao huadhimishwa kila mwezi wakati wa majira ya baridi. Wanne hao ni Cecilia, ambaye sikukuu yao huadhimishwa mwezi Novemba; Lucia sikukuu yake huadhimishwa mwezi Desemba, na Agnes sikukuu yake huadhimishwa mwezi Januari, na Agatha ambaye sikukuu yake huadhimishwa kila ifikapo tarehe 5 Februari. Ushahidi wa Agatha unadhaniwa kuwa ulitokea wakati wa mateso ya Desio mwaka wa 254. Alipata heshima na ibada kubwa katika nyakati za kale, japo haiwezekani kuandika historia sahihi ya maisha ya Mtakatifu Agatha, matendo ya ushuhuda wake ni hadithi za kifumbo zinazotoka karne ya sita. Kutoka katika matendo haya ndipo vipande vingi vya maombi ya breviari ya leo vinapotolewa, hasa antifona na majibu ya masomo kama sala katika ibada ya masaa maandiko haya yana thamani ya kiroho hata kama si ya kihistoria. Kulingana na vyanzo hivi, Agata alikuwa bikira wa Kisicilia mwenye asili ya kifahari. Quintianus gavana wa Sicilia alipendezwa naye sana, lakini Agata alikataa mapenzi yake. Kwa sababu hiyo alishtakiwa kwa kuwa Mkristo na akaletwa mbele ya mahakama ya Quintianus. Alipoulizwa kuhusu asili yake, Mtakatifu Agata alijibu hivi: mimi ni wa asili ya kifahari, kutoka familia mashuhuri, kama jamaa zangu wote watakavyoshuhudia. Alipoulizwa kwa nini anaishi maisha ya utumwa wa Mkristo, Agatha alijibu hivi: Mimi ni mjakazi wa Kristo, na ndio maana ninaonekana kama mtumwa, lakini huo ndio ukuu wa kweli, kuwa mtumwa wa Kristo. Gavana alimtisha kwa mateso makali zaidi ikiwa hangekana Ukristo wake. Agatha alimjibu: Ukinitisha kwa wanyama wakali Jua kwamba kwa jina la Kristu wanakuwa wapole. Ukiamua kutumia moto, malaika kutoka mbinguni watanidundushia umande wa uponyaji. Baada ya kuteswa, Agata alirudi gerezani akiwa na uso wa furaha na kichwa chake juu, kama aliyekuwa amealikwa kwenye karamu ya furaha. Akamkabidhi Bwana maumivu yake kwa sala. Siku iliyofuata aliposimama tena mbele ya hakimu, alisema hivi: Usipofanya mwili wangu kuchanwa vipande vipande na watesaji, roho yangu haiwezi kuingia paradiso ya Bwana pamoja na mashahidi. Kisha akavutwa kwenye kifaa cha mateso akachomwa kwa chuma kilichowashwa moto na akakatwa matiti yake. Wakati wa mateso, Mtakatifu Agata alisali kwa upendo wa huruma, ninaning'inizwa kwenye kifaa cha mateso nisaidie, E Bwana Mungu wangu, wanapo nikata matiti yangu. Mtakatifu Agata alimkemea gavana kwa ukatili wake, akimwambia wewe, asiye na Mungu, mkatili dhalimu, asiye na aibu. Je, huoni aibu kumtendea mwanamke haya, ambaye kwa hayo mama yako mwenyewe alikulisha maziwa? Mtakatifu Agata aliporudishwa gerezani alisali, Umeona e Bwana mapambano yangu, jinsi nilivyopigana katika uwanja wa vita, lakini kwa sababu sikutii amri za watawala matiti yangu yamechanwa. Usiku huo alimtokea mzee mtakatifu mtume Petro akiwa na dawa za uponyaji. Agata, akiwa na haya ya unyenyekevu wake, alisita kumwonesha majeraha yake. Mtume Petro alimwambia, mimi ni mtume wa Kristo, usiniogope binti yangu, naye akamjibu sijawahi kutumia dawa za dunia mwilini mwangu, ninamtegemea Bwana Yesu Kristu ambaye kwa neno lake anafanya mambo yote kuwa mapya. Mtakatifu Agata aliponywa kimuujiza na Mtakatifu Petro. Baba wa Mungu wangu Yesu Kristu, ninakusifu kwa sababu kwa mtume wako umerudisha matiti yangu. Usiku huo Mwanga ulijaza gereza, walinzi walikimbia kwa hofu, na wafungwa wenzake walimsihi atoroke, lakini mtakatifu Agatha alikataa. Baada ya kupata msaada kutoka kwa Bwana, nitaendelea kumkiri yeye aliyeniponya na kunifariji. Siku nne baadaye aliletwa tena mbele ya hakimu, alishangaa sana kuona amepona hata hivyo alimlazimisha amwabudu miungu, jambo lililosababisha Agata kukiri tena imani yake kwa Kristo. Kwa amri ya gavana Agata aliviringishwa juu ya vipande vya vioo vyenye makali na makaa yanayowaka moto. Wakati huo huo jiji lote lilitikiswa na tetemeko kubwa la ardhi, kuta mbili zilianguka na kuwazika marafiki wawili wa gavana. Kwa kuogopa uasi kutoka kwa watu, gavana aliamuru Agata akiwa nusu mfu arejeshwe gerezani. Mtakatifu Agata huko gerezani alitoa sala yake ya kufa. Agata aliyebarikiwa alisimama katikati ya gereza na kwa mikono iliyonyooshwa akaomba kwa Bwana, E Bwana Yesu Kristo, mwalimu mwema, na kushukuru kwa kunipa ushindi dhidi ya mateso wa ya watesaji. Sasa nipe neema ya kukaa kwa furaha katika utukufu wako usio na mwisho. Hapo ndipo Mtakatifu Agata akafariki dunia. Mwaka mmoja baada ya kifo chake jiji la Katania lilikumbwa na hatari kubwa kutoka kwa mlipuko wa mlima Etna. Wapagani pia walihesabiwa miongoni mwa wale wa waliokimbilia kaburi la mtakatifu kwa hofu. Mtandio wake ulichukuliwa na kuwekwa mbele ya moto unaokaribia, na ghafla hatari hiyo ikaisha. Antifona ya Benedictus inaeleza Umati wa wapagani ulikimbilia kaburi kwa Mtakatifu Agatha na wakaweka mtandio wake mbele ya moto, hivyo Bwana alionyesha kwamba waliokolewa dhidi ya hatari ya moto kwa maombezi ya shahidi Mtakatifu Agatha. Kaburi lake linaheshimiwa hadi leo huko Kata mjini Sicilia. Ni nini tunajifunza kuhusu hadithi hii ya Mtakatifu Agatha? Mtakatifu Agatha anatufundisha kuwa ujasiri na imani havihitaji kuwa mkubwa kwa mwili bali kwa roho. Hata mtoto mdogo anaweza kuwa shujaa wa Mungu kama atamwamini Yesu kwa moyo wake wote. Mafundisho ya kidini kutoka historia ya Mtakatifu Agatha. Fundisho la kwanza tunalopata kujifunza kutokana na hadithi hii ni uaminifu wa Kristu katika maisha na kifo. Mtakatifu Agatha alionyesha mfano wa ajabu wa uaminifu wa Kikristu hata mbele ya mateso makali na mauti. Alimpenda Yesu zaidi ya maisha yake yeye mwenyewe. Hili linatufundisha kuwa imani ya kweli haipaswi kuyumbishwa na hofu, mateso wala mashinikizo ya kidunia. Yote haya tunalipata katika neno la Mungu lisemalo, Basi mtu yoyote asipoikana nafsi yake, na kuuchukua msalaba wake, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Luka sura ya 14 Mstari wa ishirini na saba. Pia katika historia hii ya Mtakatifu Agata tunajifunza kuwa na usafi wa moyo na mwili, bikira kwa ajili ya Kristo. Agata alijitoa kama bikira kwa Yesu, akilinda mwili na moyo wake kuwa wa Mungu pekee. Huu ni wito wa kuishi maisha ya usafi na mtakatifu hasa kwa vijana wakumbuke, kwamba miili yao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hii tunalipata katika neno la Mungu lisemaro, mwili si kwa zinaa bali ni kwa Bwana na Bwana ni kwa mwili. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 6 mstari wa 13. Pia somo lingine tunalolipata kutokana na historia ya Mtakatifu Agatha ni nguvu ya sala na mateso ya watakatifu. Maisha ya Agatha yanatufundisha kuwa mateso yanapopokelewa kwa imani na upendo huwa sala yenye nguvu mbele za Mungu. Sala yake ya mwisho ilikuwa ushuhuda wa imani na matumaini ya maisha ya milele tunajifunza kutoka neno la Mungu lisemalo heri wanaoteswa kwa ajili ya haki, kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo sura ya tano mstari wa kumi. Mwisho tunajifunza kutokana na historia ya Mtakatifu agata kwamba utakatifu unadumu milele. Ingawa Agatha alikufa akiwa binti mdogo, utakatifu wake uliishi hata baada ya kifo. Miujiza ilitokea kupitia uombezi wake, kama ule wa kusimamisha lava ya mlima Etna. Hii inatufundisha kuwa watakatifu wanaendelea kuwa hai katika roho na kuwaombea waliobaki duniani. Neno la Mungu linasema Mungu siye Mungu wa wafu bali Mungu wa walio hai, Kukuwa wote, kwa kuwa wote wanaishi kwake. Luka sura ya ishirini, mstari wa 38. Hitimisho. Mtakatifu Agatha anabaki kuwa mfano wa vijana wote, waamini wote, na hasa wanawake wa Kikristo kuhusu jinsi ya kuishi kwa uaminifu usafi, sala na ujasiri. Historia yake ni kioo cha utakatifu unaoshinda ulimwengu na dhambi kwa nguvu ya upendo wa Kristo. Sala fupi ya Mtakatifu Agata. E Mtakatifu Agata, uliyevumilia mateso kwa ajili ya upendo wa Yesu, tuombe sisi tuwe wafuasi wa kweli wa Kristo katika kila hali.